Eneo la Takaungu, wadi ya Mnarani, kaunti ya Kilifi liligonga vichwa vya habari baada ya kijana mmoja kumuua kwa kumdunga visu na kisha kula matumbo na maini ya ustadhi mmoja eneo hilo aliyojulikana kama Ainen. Kijana huyo baadaye alishambuliwa na umma kabla ya kufikwa na mauti, na mzozo ukaibuka pale familia ilipodinda asizikwe Kiislamu, huku jamii ya Kiislamu eneo la Takaungu ikisisitiza kwamba ni sharti marehemu azikwe Kiislamu. Siku chache baada ya Coco FM kuangazia taarifa ya mvutano huo, jopo la ushauri la maimamu katika eneo hilo sasa limetoa taarifa kuhusiana na mvutano huo. Awali Coco FM ilifanya mahojiano na familia ya marehemu ambao walidai kwamba marehemu hakuwa Muislamu, kwani hata katika kusilimishwa kwake alisilimishwa akiwa na matatizo ya kiakili. Hata hivyo jopo hili la ushauri la maimamu eneo la Takaungu limepinga vikali kauli hiyo likisema kwamba marehemu alisilimishwa miaka miwili iliyopita na kupewa jina Zakaria Charo Kirao. Kwa mujibu wa Ustadh Abubakar Ratili wa Masjid Answar Takaungu, marehemu Zakaria alisilimu kwa hiari mbele ya wa waislamu wengine kwenye msikiti huo. Kaja kwangu nyumbani tena akanambia, ustadhi mimi nataka kusilimu. Nikamwambia mimi niko peke yangu, siwezi kukusilimisha isipokuwa mpaka kuwe na mashahidi. Nikamwambia wakati wa swala ya alasiri, wewe njoo msikitini, kutakuwa na watu, nitaweza kukusilimisha. Yule kijana baadaye, alasiri, aliweza kufika na kukawa na mashahidi ambao kwamba walikuwa pale msikitini, kama mzee Salim Amir ndugu yake E, Juma Amir ambe kwamba ni naibu wa masjidi e, Jamia Nairobi, kukiwa na mzee Juhudi, kukiwa na Suleiman Mbango na kukiwa na Suleiman Juma. Kwa hivyo nikaweza kumsilimisha na baada ya pale akawa yeye ni Muislamu. Katika mwaka ambao kwamba niliweza kumsilimisha ilikuwa ni mwaka wa Aidha, Sheikh Mahad Ali ambaye pia ni imamu wa msikiti Mariam eneo hilo la Takaungu pamoja na Ustadh Muhammad Hamis wameeleza kuwa dini ya Kiislamu inaruhusu mwili kuzikwa usiku, wakikashifu swala la kuhusisha hatua hiyo na ushirikina. Abubakar As-Siddiq alizikwa usiku. Khalifa wa pili wa Uislamu Omar bin Al-Khattab alizikwa usiku. Khalifa wa tatu wa Kiislamu Uthman bin Affan alizikwa usiku. Mtoto wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Bibi Fatma Az-Zahra al alizikwa usiku. Na hata sisi hapa mjini tukitaja, nimetaja vifo viwili ndugu yetu mwalimu wetu mzazi wetu Ainen aliyedungwa visu na ndugu yetu Zakaria, tulimzika usiku. Na ndugu yetu pia, kulikuwa na vitisho, watu waliokuwa wameenda mochari kumchukua kuchukua maiti walitishwa ya kwamba tusipopewa maiti, jamaa waliokuwa kule, wahuni, tutaondoka na mmoja wenu na hili sanduku na hofu ilikuwa imetanda huko. Kwa hivyo ilikuwa kusubiriwa mpaka asubuhi, ilikuwa yaweza kutokea jambo lolote. Kwa hivyo, kwa usalama wa watu wote, tuaona hali hili suala lisicheleweshwe. E, labda wale wengine ambao kwamba walidai kwamba ni famili, kihakika ni famili, lakini kwa mujibu wa sisi pia tuwaona Kiislamu. Tuna undugu na dalili nyingi ziko katika Qurani kwamba Uislamu ni ndugu, na ilikuwa ni wajibu kwetu kumzika Kiislamu. Kwa hivyo kwa hofu hii, akazikwa pia usiku. Kwa hiyo inaweza kuwa ni dharura, si kwamba ni, ni, ni, ni sunna kuzika usiku. Ikitokea e, ni dharura mtu amekaa mocha, labda e, alikaa wiki kadhaa, ambayo kwamba mwili ule kuja kuwekwa tena ilikuwa ni si jambo zuri kwa hivyo akashughulikiwa mapema bila ya kucheleweshwa, akazikwa na waliomzika ni watu wake, wengine ni, ni vijana ambao kwamba ni katika kabila lake, kwa hivyo si jambo ambalo kwamba lilikuwa lina mahusiano na mambo mengine tofauti wanavyodhania watu. Jopo hilo pia limepinga kauli ya wanafamilia kwamba hawakuhusishwa likisema kwamba waliwahusisha ila walidinda kushirikiana nao jambo lililopelekea jamii hiyo ya Kiislamu kuendeleza maziko ya marehemu kwa mujibu wa imani ya dini ya Kiislamu. Baada ya kifo chake, Waislamu walijaribu kufikia makubaliano na familia yake kuhusu mazishi ya Kiislamu, lakini familia ilikataa wakidai kuwa Zakaria alikuwa Mkristo na kwamba Waislamu walihusika na kifo chake. Licha ya agizo la mahkama kuhudhuria kikao tarehe 25 Aprili mwaka 2025, Familia haikutoa haikutokea na wakaendelea kupanga mazishi kwa mila za Kikristo. Mahakama ilitoa amri ya pili ya kuzuia kuachiliwa kwa mwili, lakini familia ilijaribu kuuchukua siku ya Jumamosi na wakazuiliwa. Na mtazamaji, baada ya kufuatilia suala hili kwa kuhusisha jamii ya Waislamu katika eneo hili la Takaungu, bila shaka tumeweza kubaini pia kutoka kwa upande wao ili kuhakikisha ya kwamba tunatekeleza usawa katika kuangazia taarifa hii. Nikiripotia kutoka eneo la Masjid Mariam hapa Takaungu, kaunti ya Kilifi, mimi ni Hamisi Kombe, Coco FM, raha ya pwani.